Naam, bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimehapeni huko mtandaoni ni hii ajali ambayo ni ajali ya Costa na gari ya abiria wa mkoa ambao zimegongana uso kwa uso kupelekea gari hizo zote kulipuka na kuwaka moto na kuteketea, lakini kikubwa zaidi ni kwamba katika hii ajali e, abiria nao pia baadhi wameteketea moja kati ya ajali ambazo ime, zimegusa sana mioyo ya watu na ni moja kati ya ajali ambazo zimegusa hisia za watu to the maximum kutokana na hali jinsi ilivyokuwa baada ya watu kuteketea katika mabasi hayo wakiwa ndani ya hayo magari just imagine, jinsi ambavyo hali ilivyokuwa so hapa Eh, yeah, unaelewa kwamba katika ajali za moto hata jinsi ya ndugu kwenda kutambua ndugu zao ambao wamepatwa na ajali hizo huwa ni issue mpaka watumie mifupa au meno, umeona. So kutokana na kwamba baadhi ya miili imeteketea, imeharibika kabisa. So hii ni gari ambayo nafahamika ni gari yenye usajili, moja kati ya gari hizo ni hii hapa, ina usajili wa namba T179 CWL, ambapo pia ilikuwepo katika hiyo ajali, lakini pia kuna T192. Okay, hapa sioni vizuri kwa sababu plate number yenyewe pia imeungua. So basi Lagonga Costa yote yateketea kwa moto. Watu kadhaa ambao wanahofiwa kupoteza maisha baada ya ya kutokea kwa ajali mbaya iliyo iliyohusisha basi la kampuni ya Channel One lililokuwa likisafiri kutokea Moshi kuelekea Tanga kugongana uso kwa uso na basi dogo aina ya Costa lililokuwa likitokea wilayani Same na kuwaka moto. Ajali hiyo imetokea katika eneo la Sabasaba, kata ya Same, wilayani Same, mkoani Kilimanjaro, na magari yote mawili yamewaka moto. Mkuu wa wilaya ya Same eh, anayefahamika kwa jina la Kasilda Mgeni amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo na kueleza kuwa juhudi za uokoaji zinaendelea ili kunusuru abiria na kutoa miili ya waliopoteza maisha. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia hapa kuna habari nyingine tumekutana nayo ameandika kwamba jeshi la polisi limetoa ufafanuzi kuhusiana na idadi ya marehemu waliopatikana hadi sasa, pamoja na majeruhi wanaoendelea kupatiwa matibabu katika hospitali mbalimbali na wale ambao tayari wamesharuhusiwa kurudi nyumbani. Naona. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo tumefuatilia hii ajali kwa ukaribu sana na ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli vimesikitisha watu wengi sana, na baadhi ya watu ambao walikuwa wanasafiri wametupa habari kuhusiana na hiyo ajali kwamba ni kweli, kwamba basi kweli imeteketea na ambacho, eh, ni kitu ambacho kimekuwa ni very devastated kwa baadhi ya watu. Wameeleza kwamba mamlaka na serikali wilayani Same mkoani Kilimanjaro zimewataka ndugu wa marehemu wa ajali mbaya iliyotokea Jumamosi, Juni 29 mwaka huu 2025, kufika katika hospitali ya KCMC kwa ajili ya uchukuaji wa sampuli za vinasaba, yani DNA, ili kusaidia utambuzi wa miili ya watu ambao wameungua vibaya kwenye tukio hilo ajali hiyo imetokea majira ya saa kumi na moja jioni ilisababisha ile ambayo imesababisha vifo vya watu 38 na majeruhi 29, ambapo hadi sasa hivi 27 kati ya majeruhi hao wameruhusiwa kurejea majumbani. Tukio hilo lililohusisha basi la Channel 1 lililokuwa likitoka Moshi kuelekea Tanga na Costa iliyokuwa imebeba wanachama wa kikundi cha Vikoba waliokuwa safarini kuhudhuria harusi ya mtoto wa mwenzao. Gari hizo ziligongana uso kwa uso na kusababisha mlipuko wa moto kutokea, eh, kutokeza kwenye vyombo vyote viwili. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. So, nataka hapa nikusomee baadhi ya comment ambazo zimejitokeza kuhusiana na ajali hiyo. Na hapa labda utakuwa umesikia nimekuelezea kwamba ndugu wamehitajika kutokea katika hospitalini hapo ambapo miili ya watu ambao Ukulewa, ambao imetolewa katika hiyo ajali ambao miili ya watu ambao walikuwa wameungua na kuteketea kwa moto katika ajali hiyo inatakiwa, e, ndugu wasogee pale hospitalini kwa ajili ya kuchukuliwa e, kwa ajili ya kuchukuliwa sample ya vinasaba yani DNA ili waweze kutambua, maana sasa hivi uwezi ukatambua sura ya ndugu yako, hususan kama alikuwa katika hiyo ajali, kutokana na kwamba ameteketea kwa moto, hivyo basi lazima watumie DNA. Uh, ili waweze kujua kwamba huyu na huyu ni ndugu kwa hiyo huyu ndo ndugu yenu ambaye alikuwepo katika hiyo ajali kwa hiyo mnapewa mwili kutokana na kufuatiliwa kwa DNA so hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa hiyo hapa watu wamekuja kuweka maoni yao kwa mfano kuna mtu abwnad bado mtu anaenda msibani kuvaa tisheti <laughs> okay? haya bwana tuliona India leo yametukuta kwetu kuna mtu anasema bwana, Mungu wangu vifo vibaya sana hivyo, ya yeah, of course, hiki ni moja kati ya vifo vibaya vya kuungua au kuzama majini, tunafahamu kabisa kwamba huwaga sio jambo la mchezo. Kwa mtu anasema lala salama Mama yetu Mtango, kuna mtu ameandika hivyo. Naona labda alikuwa na ndugu yake amefariki huko katika hiyo ajali. So, kiufupi ni kwamba comment nyingi sana hapa zinahuzunisha, umeona eh. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu ambao hapa ndugu zao walikuepo kwenye ajali wamekuja kuweka maoni yao na comment zao jinsi ambavyo ili tukio lilivyogusa, umeona bwana. Lakini pia vile vile moja kati ya mashuhuda mm, ameelezea, ambaye yeye mamake mzazi amefariki, alikuepo katika hiyo ajali, amefariki mama yake mdogo wake na shangazi yake pamoja na dada. Umeona, so ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli eh, vimemgusa sana, lakini sio hao tu ndugu zake, na pia vile vile hata majirani pia umeona hata majirani pia ambao wanaishi nao pale mtaani, na wenyewe nao pia wamefariki. Kwao nimekuambia kwamba hapo kulikuwa kuna kosta na kulikuwa kuna gari la mkoa. Sasa hii kosta ilikuwa imebeba wamama wa vikoba ambao walikuwa wanasafiri kwenda kwenye shughuli, umeona. Kwa hiyo hiyo gari ilivyolipuka, kwa hiyo ndugu majirani ambao wote walikuwa katika kikoba hicho ambao alikodi hiyo costa wamefariki. Kwa hiyo means kwamba wamekufa watu wa karibu karibu ambao walikuwepo katika hiyo costa. Kwa hiyo ni almost, unaweza kusema kwamba ni kama vile mtaa mzima umekuwa ni msiba, hususani kwa watu ndugu zao ambao wamefariki katika hiyo costa. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Walikuwa wanaenda kwenye harusi, lakini kwa bahati mbaya ndio hivyo tena safari imeishia njiani. So mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amekuja naye pia ametoa salamu hapa za rambirambi, ameandika kwamba nimepokea, kupitia ukurasa wake wa Twitter actually ameandika kwamba nimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa za vifo vya ndugu zetu thelathini na saba na majeruhi thelathini kutokana na ajali ya barabarani iliyotokea jana jioni eneo la sabasaba saba, barabara kuu ya Moshi Tanga, wilaya ya Same, mkoa mkoani Kilimanjaro, kwa magari mawili kugongana na kuungua moto, ninawaombea. Akaendelea mm, hapa mheshimiwa rais kuandika hivyo kwamba ninawaombea kwa Mwenyezi Mungu marehemu wote wapumzike kwa amani na majeruhi wote wapone haraka. Ninatoa salamu za pole kwa mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Mheshimiwa Nordin Babu, familia zote za wafiwa, ndugu jamaa na marafiki, Mwenyezi Mungu awape faraja na nguvu katika kipindi hiki kigumu. Kama ambavyo nilieleza Juni 27 katika hotuba yangu ya kuhitimisha shughuli za bunge la kumi na mbili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ajali barabarani zime, zimeendelea kugharimu maisha ya wapendwa wetu. Ninawasisitiza madereva kuendelea kuzingatia kwa umakini, ukubwa, kwa umakini mkubwa wa sheria za usalama barabarani na jeshi la polisi kuendelea kusimamia kikamilifu sheria hizo. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, toka tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update.